Welcome my YouTube, welcome back my YouTube channel. Leo niko my village, niko home hapa. Leo nimeamua niwatembeze home niwape maneno kidogo kidogo. Wape vile hali iko. So hapa ni, ni mahindi yenye nimepanda hapa nyumbani. Nyumbani ni huko penye naona huko. Leo ningependa kuwapa ushauri ambao watu wengi hawajui, kwa sababu nitakiwa watu wajue kwamba maisha haya yapo aina tofauti tofauti, kila mtu vile anaishi, na kila mtu na mtazamo wake kwa maisha yake vile anaona na vile anafikiria. Naongea hivi nikimaanisha kwamba kuna watu wanadhani maisha ni magumu na maisha, kuna wengine tena wanadhani maisha ni rahisi, kwa sababu walikuja duniani wakakuta kuna mari kwao, kuna pesa, so maisha wao wajui maisha magumu. Unajua kuna mtu unaweza ukamwambia nina maisha magumu, akawa tu anakushangaa na akawa anashangaa maisha magumu aje? hajawahi kuishi maisha na ndio maana atakushangaa. So maisha natakiwa ulivyozaliwa, ukaona maisha yenu kama ni duni, ama ulizaliwa kwa familia ambayo ni ya kitajiri, hivyo vitu ni viwili na ni tofauti sana. Na mtu ambaye amezaliwa kwenye familia ya kitajiri ni tofauti sana na mtu mwenye amezaliwa kwenye familia ya kimaskini familia ambayo haina uwezo, haijiwezi. Ninaongea hivi kwa sababu unaelewa, kuna familia ambazo hazina uwezo na kuna familia ambazo zina uwezo. So kuna mtu alizaliwa akakuta kwao ni nyumba za permanent kama hii, sio kama hii, no <laughs> nyumba za permanent, kwani si kuna permanent sehemu moja? Ni ufute kama mtaiona, ile pale ile mi ango yahivuti ngoja nikuonyeshe, utaweza kui, you can see ile. Kuna watu walizaliwa wakakuta wao ni hizo permanent, hawakukuta nyumba kama hii nyumba kama hii nyumba za maizi. So unakuta hapo kuna different, huwezi ni mtu mwenye amezaliwa kwa nyumba ya permanent a mwenye amezaliwa kwa nyumba ya matope eti watafanana akili? Hapana hata hao watoto ukiwakutana waulize, kuna mwenye utasikia maongezi yao mjue, huyu kwao wana pesa na huyu kwao hawana pesa. Ndio maana ninasema hivi, kama umezaliwa kwa tajiri, yani kwa familia ya kitajiri, naomba usisubiri wa utajiri ushuke, maana pesa zinaisha. Ukazane na wewe utie bidii, uongeze utajiri kwenye familia yako Sindio? Na kama wewe umezaliwa kwenye familia ya kimaskini kama mimi, basi natakiwa tujitume, tungangane, tujitume, tungangane kabisa, tuweze kufaulu katika maisha. Maana ukisema ukae, hamna ambaye atakupambania, hamna ambaye atakungangania. Inatakiwa upambane na ujitume kabisa, kwa sababu ulizaliwa kama kwenye hakuna hakuna kitu, inatakiwa survive Jitume na uweze kufanikiwa. So nawapenda watu wale ambao wanajituma, watu ambao wanajua wanafanya nini, watu ambao wanaelewa ni nini wanafaa kufanya. Na kitu kingine unapokuwa unajituma, ujitume kwa kweli. Naona kama mimi hapa nimelima mahindi kani nimelima hapa nyumbani na kuna mengine nimelima sehemu nyingine mahindi oh. yangu naona yako vizuri, nimewekea mbolea yako sawa. Kanisi nimeonyesha naona, ndo hayo. Hii ni jembe moja, nimelima hapa nyumbani naona hivyo. So natakiwa watu jituma namna hiyo kwa sababu fanya kazi utaweza kufanikiwa, hata Mungu atakufanya uweze kufanikiwa. Tumeelewana? Naombeni watu ambao mnafuatilia hii channel, please kindly subscribe. Nawapenda sana, tuonane kwenye video nyingine ijayo.